Hey, hello. Um, ile uh, video ya kwanza ilionesha kama haina sauti, nilisahau kuingiza sauti I'm sorry. Sasa hii nakili ya kwanza sikuingiza sauti, sasa hivi ndio nimeshaingiza sauti, nilikuwa nimedisable sauti sawa. Um, kuna kitu ambacho sasa nataka kusema kwamba e, Bitcoin exchange balance inazidi kupungua kama unavyoona hapa. Sawa. Leo ni tarehe nne ya mwezi wa kumi na mbili kama unavyoona hapo, ndugu mtazamaji, hiki ni kitu kikubwa sana ambacho tunatakiwa kuzingatia kwamba kadiri siku zinavyoenda inazidi kupungua. Sasa hiki ni kigezo kikubwa sana na ni matumaini mazuri kwamba watu wanazidi kuzitoa, e, hizo Bitcoin kuzipeleka kwenye hot wallet. Hot wallet ndo kama na li, e, trust wallet, e, MetaMask, kuna blockchain wallet na hot wallets zingine sawa, so, ambazo sasa watu wanaamua kuzitoa hizi uh, hizi Bitcoin kutoka kwenye crypto exchanges e, kupeleka kwenye e, hizo kama hizo staja, wengine wanapeleka kwenye ledger e, kwa maana kwamba kwenye hizo flash e, na kwa napeleka kwa nini, unafanya hiki kitu, kwa nini zinazidi kupungua Bitcoin kwenye exchanges? Hii ni ishara nzuri sana ambayo kuizingatia. Sawa so, inatakiwa kuizingatia uwe na matumaini, kama tusikate tamaa, lazima tuendelee, tue, tue kufanya utafiti, kuangalia uhalisia wa soko sawa so, hii rangi ya yellow kama unavyoona, hii ni maana yake ni bitcoin price, kama unavyoona bitcoin, bitcoin price, na hii hapa ni balance, hii kwenye hili eneo, hii ni bitcoin balance, kwa maana ni balance ambayo sipo kwenye eh, sababu maalum ni kwamba eh, watu wanajua kwamba bull market bado haijaanza. Eh, bull market bado haijafanyaje? Haijaanza rasmi tofauti. eh, watu wanajaribu kufanyaje sasa? eh, kuzitoa kuzipeleka kwenye eh, wallets zingine ambazo tunaita decentralized eh, decentralized wallets hii maanake Binance eh, KuCoin, Bitget, Bybit Hizi ni tunaita ni aina ya centralized wallet sawa. so, kwa hiyo kitendo cha kutoa huu, manake wanakuwa wanazikomba wanazidi kuzikomba kwenye kye exchanges kuzipeleka huko kwa ajili ya kuzitunza. so, sasa hii ni habari njema kwamba bado bull market haijatimia. Hiki ni kitu kikubwa kwa angalia, ukiangalia nyuma kidogo, Novemba labda thelathini ilikuwa milioni 2.1 eh, ukirudi kidogo hapa Novemba ishirini ilikuwa milioni mbili nukta moja tano Sasa hii kitendo hiki angalia, zinazidi milioni mbili nukta mbili mbili milioni mbili nukta mbili sita Sasa hii ni habari njema ndugu mtazamaji. Yote yana habari njema, inatupa ishara nzuri sana kwamba eh, ni jinsi gani watu wamejipanga kuvumilia eh, na kusubiri bull market. Kwa hiyo hata wewe ambao ume kwa kwenye alternative coins kwa maana kwamba ule msimu wa season bado haujaanza. Sawa, bado tunavyotegemea kwa hiyo, hiki ndo kitu ambacho natakiwa kuzingatia ndugu mtazamaji eh, kulingana na hii lakini, nikuonyeshe tena, kuna kitu kingine ambacho natakia nikuonyeshe hapa eh, nikuonyeshe nini, tunaita huyu kiongozi eh, wa alopa anakwambia6 February and March will be a bull market again based on a combination of macro indicators. sa hu anaitwa Alice Liu eh, tunaita ni head of research niheofs eh, kiongozi au mkuu eh, wa utafiti pale kwenye eh, platform au jukwaa la Coin Market Cap. Nadhani watu wengi tuna application ya Coin Market Cap, ambako tunafuatilia hata zile tunaita toto supply circulating supply circulating ya coins husika tunafuatilia kwenye mfumo kama ilivyo kwenye Coin Gecko, sawa. Ndio huwa tunazidi kufuatilia kwenye mifumo kama hii hapa, ndugu mtazamaji, sawa. Kwa hiyo huyu hapa ba... ametuambia <coughs> hapo jana kwenye mkutano huko Coca amba... Coca Coca Cola Arena. Coca Cola Coca Cola eh, kwenye ukumbi wa kule Dubai jana, ameongea hii alipokaribishwa kuzungumza chochote. Kwa hiyo naye ametupa matumaini na hii ni post nayo iko Binance pale wameiposti kila sehemu, wameposti kulingana na alichosema. Kwa hiyo hii ni kauli ya matumaini, ni kauli ya matumaini ambayo wewe mwekezaji wa hizi sarafu mtandao eh, inakupa picha nzuri na mimi nimekuonesha kitu ambacho kiko very professional. Hiki ni kitu kinaonekana cha kawaida hiki nilichokuonesha hapa ndugu mtazamaji hiki. Kinaonekana cha kawaida sana hiki, lakini ni kitu ambacho kiko very professional ambacho kinakupa general concept pasipo kwanza kuangalia na kuchorachora, siji mistari inaenda kule, ile mistari ya pambizo kuangalia, siji trend line, siji hivyo vingine vinavyoka, ni vizuri, lakini bado vinaweza kutengeneza mazingira ya kusoma mwenendo wa soko Eh, the, kuwa ku, kuwa yani kuwa complicated zaidi, lakini hii inakupa picha nzuri, inakusummarize, maana yake inakupa ufupisho na unaelewa kwa kwa muda mfupi. Cha msingi nikupa tu information, unapewa tu taarifa ni jinsi gani ya kufuatilia vitu kama hivi, ndugu mtazamaji, sawa. So, kwa hiyo hiki ni kitu ambacho unatakiwa kizingatia zaidi na kikubwa zaidi, sawa. So, yeah. Lakini kama kuna swali unaweza kuuliza tena hiyo swali, then nikaangalia jinsi gani ya kuliangalia e kulijibu katika mazingira <coughs>